0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kuwa kituo chako bora cha habari. Karibu katika magazetini leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, ambaye ninakuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hata tamati, tukiangazia sehemu ya kwanza mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa kadhalika tukiangazia sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Naitwa Dorcas Daniel, wengine hunaita D, si mbaya kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, moja kwa moja kutokea hapa Kawe, Dar es Salaam, ziliko studio zetu. Mwenzangu ni Freedom Richard upande wa mitambo. Karibu tuanzie hapa nyumbani Tanzania na kimataifa tukiangazia yale yaliyojiri yakaandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti na yakathibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Nikitupia macho gazeti Mwana Halisi ukurasa wake wa mbele kabisa umeandika kiza kinene maridhiano sasa kwenye njia ngumu. Kiza kinene maridhiano sasa kwenye njia ngumu habari hii imetajwa ukurasa wa pili wa gazeti Mwanahalisi na imepewa kipaumbele ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili. Uraisi waitesa CCM, kulikoni? Uraisi waitesa CCM. Habari picha hapa e, inaonyesha baadhi ya viongozi akiwemo Majaliwa, Bashungwa e, Mkumbo Dr. Mwigulu, Dr. Tulia pamoja na Dr. Nchimbi, uraisi Waitesa, C -C -M, kurasa wa itesa CCM. Ukurasa wa sita wa gazeti Mwanahalisi unataja habari hii kwa undani zaidi mm -hmm. Habari nyingine anasema simulizi za kutisha za maandamano, polisi wa Mgwaya Kigogo. Habari hii vile vile imetajwa ukurasa wa 14 gazeti Mwanahalisi. Unaweza kujipatia nakala yako mara moja. Naondoka hapo, nikiongezea gazeti wa Machinga sauti ya Wanyonge. Habari kuu inasema Samia kutana na kigogo jumuia na wa, e, ya jumuia madola. Habari picha imeambatana na habari hiyo ikimwonyesha ni mwenyekiti wa ni mwenyekiti wa biashara ya jumuia madola na baraza la uwekezaji kumradhi, ni mwenyekiti wa biashara ya jumuia madola na baraza la uwekezaji habari hii kipatiwa nafasi ya ukurasa wa mbele wa gazeti wa Machinga sauti ya Wanyonge. DCI yakamata tani 3799 dawa za kulevya. Dkt Mwigulu asema vijana wabunifu ndio wenye hatima ya Tanzania, habari hii imetajwa hapa, mm-hmm. bei ya petroli yaendelea kushuka, habari hii imeelezwa katika gazeti wa Machinga, e, sauti ya Wanyonge Unaweza kukamata nakala hiyo mara moja kupata habari kwa kina na ondoka hapo, achilia mbali gazeti wa Machinga sauti ya Wanyonge. Kama tayari una nakala yako mkononi mwako ama unafuatilia kupitia pengine mtandao wa kijamii wowote ule, basi tuangazie kwa pamoja gazeti Mwana Halisi, gazeti bora mtazamaji, limeandika vijana wabunifu ndio wenye hatima ya Tanzania, kauli ya kwake waziri mkuu eh, Sawa, kauli ya kwake waziri mkuu Mwigulu Nchemba asema Watanzania wanataka kuiona nchi yao ikifikisha lengo la uchumi wa kati wa dola za Marekani trilioni moja ifikapo mwaka elfu mbili na hamsini. Habari hii imeelezwa zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Unaweza kujipatia nakala yako ama kutembelea katika kurasa za mitandao ya kijamii huko ambako habari hizi zimetajwa katika kurasa za magazeti haya ama kurasa nyingine zinazohusiana na habari hizi. Rais Samia kutana na naibu mwenyekiti wa biashara Jumuiya ya Madola, TMDA kubadilishana utaalamu na ANPP ya Nigeria. Eh, habari hii imeelezwa katika gazeti Mwanahabari gazeti eh, bora polisi itaendelea kuzuia uhalifu, kuwakamata wanaofanya makosa ya kimtandao sawa. Naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Habari iliokolezwa wino hasa inasema jeshi la polisi labaini kilichopangwa Disemba tisa. E, jeshi la polisi labaini kilichopangwa Disemba tisa wajipanga eh, kufuatilia maandamano yanayopangwa. Vile vile, waandamanaji wamepanga kutumia silaha za moto. Ni tishio eh, ni tishio la usalama, uchumi kwa wengine, lakini pia ushirikiano wa vyombo vya usalama unaendelea. Habari hii imeelezwa zaidi ukurasa wa nne wa gazeti Uelekeo. Vile vile, habari nyingine sema CCM ya sifu hotuba ya Dr. Samia. Hotuba ipi ukurasa wa nne unaandika bei ya petroli yaendelea kushuka kasoro diesel. Habari hii imeelezwa hapo. Nifa chavala waachiwa huru, habari hii imeweza kugonga vichwa vya vi habari tangu hapo jana mpaka hata sasa. Haya, naondoka hapo nikitupia uh, macho gazeti Majira, gazeti huru la kila siku habari yake kuu inasema polisi ya onya kinachoitwa maandamano Disemba 9. polisi ya onya kinachoitwa maandamano Disemba 9. Yataka kuanzia uh, kwenye familia kuwakataa uh, kuwakataa wanao wanaohamasisha uvunjifu wa amani, yasisitiza kufuatilia yanayoendelea mitandaoni. Haya. DCI yataifisha mali za wahalifu dawa za kulevya. Nifa Chavala wafutiwa kesi ya uhaini Kisutu. Dkt. Nchimbi ataka elimu ya matumizi sahihi ya dawa. Habari hii vile vile utaipata hapa na nyingine inasema watafiti watakiwa kuhakikisha tafiti zinaleta majibu. Kairuki chapongezwa matumizi ya tehama kufundishia, huduma za ukarabati na changamoto za upatikanaji mbali na jamii vilevile ni habari ambayo imetajwa asubuhi ya leo katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Hayo na mengine mengi utayapata hapo. Nasonga mbele nikitupia macho gazeti eh, Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Habari iliyopambwa kurasa mbele wa gazeti hili nasema kauli ya Rais Samia yaanza kutekelezwa, ni kuhusu kujipanga dhidi ya uhalifu Desemba 9 polisi ya onya wanaopanga ya asa familia kudhibiti yawatakia wananchi maandalizi salama ya sikukuu. Vile vile Rais Samia akutana na naibu mwenyekiti wa biashara Jumuiya ya Madola, mazungumzo ya jikita katika biashara na uwekezaji, kurasa tatu. Gazeti Tanzania leo sauti ya m tanzania naeleza habari hiyo kwa kina, TCB yavuka lengo ya kusanya eh, makusanyo ya uwekezaji kwa asilimia 281 ni fatua neno la shukurani kwa Rais Samia eh, tenga aeleza umuhimu ubia sekta ya umma na binafsi. Habari imetajwa katika gazeti Tanzania leo sauti ya Mtanzania. Sawa, sasa tuangazie eh, gazeti Mwananchi asubuhi ya, ya leo linasemaje? Mwananchi bwana linasema eh, kimbembe cha usafiri mikoani kimbembe cha usafiri mikoani. E, ma, e, mamia ya abiria kutoka Dar es Salaam wafurika vituoni kusaka usafiri. Taboa yatoa angalizo, yaliyotokea Oktoba 29 hofu ya Disemba 9 vyatajwa. E, wengine wanawahi kabla ya Disemba 9 <laughs> wao tayari wamekwisha kusafiri ili kuepuka adha ambayo pengine inaweza kujitokeza kama ambavyo ilijitokeza eh, Oktoba 29. Ukizingatia ni mwezi ambao wanafunzi wengi wamefunga eh, shule, hivyo na walimu pia kama wafanyakazi wako katika mapumziko. Ni miezi ya sikukuu, vilevile watu huenda kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo eh, kimbembe cha usafiri mikoani. Bwana ni habari ambayo inapamba ukurasa wa mbele kabisa gazeti Mwananchi, kauli ya nifa baada ya siku thelathini na nane mahabusu. Habari ambayo imeelezwa hapa, polisi yataja mambo kumi na mawili kujihadhari Disemba tisa. Wapenzi wa dakwa na dawa hatari, mali za shilingi bilioni tatu zataifishwa, njia za kujitegemea bila misaada ya nje, ni habari pia ambayo imetajwa katika gazeti Mwananchi. Unaweza ku E, soma habari hizo kwa kina, tuangazie gazeti Nipashe mwanga wa jamii, kuelekea Disemba 9 mitaani kulivyobadilika, miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu mtazamaji, ama zinagonga vichwa vya habari vya habari za kitaifa na kimataifa ni pamoja na hii ya Tanzania. Nini kinaendelea, nini kilitokea na nini kinatarajiwa hapo Disemba 9, eh, Mali za bilioni 3.3 zataifishwa kisheria. Hatimaye ni fanachavala waatiwa huru uhaini. Oktoba 29 alilipwa milioni 1.5 aende kuua, ahukumiwa kifo cha kunyongwa. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Uapisho mwenyekiti mpya halmashauri wasitishwa ghafla, mvutano waibuka. Vijana wa Kitanzania walengwa uhalifu wa mtandao E, sawa. Habari imeelezwa katika gazeti Nipashe mwanga wa jamii, unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Mtazamaji ni angazia raia mzalendo, ukweli na uwazi. Bilioni moja za NMB kuokoa maisha ya watoto 250 watoto 500 wapanga foleni JKCI, upasuaji wa moyo Global Medicare, eh, e, wapongezwa kwa kuandaa harambee tano e, kama si watatu, unafahamisha kwa kina. Ubora wa CBE wazidi kupaa kimataifa. Chuo kikuu Kairuki chaimarisha matumizi ya teknolojia. Wananchi 275 Bukombe wafanyiwa uchunguzi wa saratani na hospitali ya Ocean Road. E, Kivinge ashinda kwa kura zote wenye kiti halmashauri huko Mafinga. Tabibu anayedaiwa kubaka mgonjwa wa Tabora mikononi mwa polisi. Habari hizi zimetajwa katika gazeti Rai Mzalendo, ukweli na uwazi. Unaweza kukamata nakala hiyo kupata habari kwa kina, ama kuondoa utata wa habari inayekupa sintofahamu, kwa maana nyingine haujaikamata vilivyo katika ufahamu wako. Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu, kama ambavyo mimi ninaipa kipaumbele kazi yangu asubuhi ya leo ya kukuangazia magazetini. Leo JKCI ya wafanyia upasuaji watoto 125, ni kwa kutumia bilioni moja zilizotolewa na NMB. Dkt. Kisenga aimwagia sifa kwa msaada huo. Nakala hii inaeleza habari hii kwa kina. JKCI ya wafanyia upasuaji watoto 125. Serikali yapongeza mafanikio ya CBE. Taasisi ya Saratani Ocean Road uh, yawafanyia uchunguzi wananchi 275 Bukombe. Chuo kikuu cha Kairuki chapongezwa kwa mageuzi ya kidijitali. Ni habari ambazo utazipata hapa. Nikiondoka hapo, na angazia mwananchi huru, bilioni moja ya NMB kuwapa tabasamu watoto 250. Sawa machapisho tafiti vya ipaisha CBE kitaifa na kimataifa. E, sawa, habari hizi nyingine zimekuisha. E, kutaradadi sana, niondoke hapo niangazie gazeti Dira Mtanzania, hoja yote ya habari yake kuu inasema mali ya bilioni 3.3 za watuhumiwa dawa za kulevya zataifishwa, DCI ya wakamata watuhumiwa 84 yapo magari na eh, magari na nyumba. Ukurasa wa tatu unaeleza msama wasili eh, awasihi kumradhi, msama awasihi viongozi wa dini, ahimiza uzalendo kwa kuhubiri amani, aipongeza hotuba ya rais Samia asema, imewatoa hofu. <laughs> imewatoa hofu wa Tanzania. haya rif awaombea misaada mahabusu. sekta binafsi iheshimiwe ni kauli ya kwake Mwigulu, sekta binafsi iheshimiwe. Direm, Tanzania hoja wote inaeleza. Naondoka hapo nikiengezea gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili limeandika tutaendelea kuzitatua changamoto za watu wenye ulemavu, kauli ya kwake Dr. Mwinyi. Habari picha pia hapa ikimwonyesha pamoja na viongozi wengine mbalimbali Hemed awanoa eh, viongozi watendaji Wizara ya Elimu Tanzania jipanga kukabili usugu wa dawa Dr. Nchimbi anasema hayo. Maharusi 54 wafunga ndoa kwa pamoja Gaza. Habari <laughs> hii imetajwa katika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili linahitimisha sehemu ya kwanza tu ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Sasa tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa mtazamaji, moja kwa moja, tutaangazia habari za kimichezo na burudani na hasa ukiwa mwanamichezo.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 0722 au 0678813891. Naam, tumerejea tena mara baada tu ya mapumziko mafupi. Jina langu ni Dorcas Daniel, au wengine huniita Double D. Hii ni magazetini leo kutoka hapa studio zetu za Kawi jijini Dar es Salaam. Sasa tuangazie habari za kimichezo na burudani kama sehemu ya pili ya magazetini leo kwa uchache hasa, kisha nikupatie nafasi ya kujipatia nakala yako kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako. Tuanzie ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti mwa, e, wa Machinga Sporti. Gez, gazeti hili limeandika Profesa Kabudi, Serengeti Serengeti Boys watembela e, E, watembelea bila shaka mwandishi amekwenda chaka hapa, watembelea ubalozi Ethiopia. Habari hii imetajwa katika gazeti ya Machinga Sporti. Simba, Mbeya City uwanjani leo. Geita hawakamatiki championship, unaambiwa haya, mayele awekwa dau kubwa, awekewa dau kubwa Al Ahli. Ni habari ambayo pia imetajwa katika gazeti ya Machinga Sporti. Mbwana Samata arejeshwa Taifa Stars Haya, naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwanahabari michezoni. Gazeti hili limeandika Simba Yanga warejea ligi kuu, Profesa Kabudi, Serengeti Boys watembelea ubalozi Ethiopia. E, wadau wa mtaka aishi Manula, Taifa Stars, Kibu Msuva warejeshwa Taifa Stars vile vile, Malale mmetoka Mbeya City, anasema nimetoka Mbeya City kiroho safi nimetoka Mbeya City kiroho safi, ni kauli yake huyo jamaa. Haya, uelekeo spoti leo yetu ndio kesho yetu limeandika Gamondi atangaza jeshi la Afcon, amrejesha Kibu Samata pamoja Kelvin na Msuva. ndani Yanga Simba Dimbani leo, Yanga Simba Dimbani leo, filamu ya Iran yatoa tuzo tamasha la Tanzanite, Kabudi ya wapongeza vijana wa Serengeti Boys. Majira limeandika kikosi cha awali Taifa Stars hadharani, ni kitakachoshiriki Afcon 2025 kuweka kambi Misri. Simba Yanga kusaka alama tatu leo ligi kuu. Habari hizi zimetajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Sasa eh, gazeti Tanzania Leo Sporti limeandika Simba Yanga mtegoni leo, Matola kuendeleza rekodi za kibabe Matola <laughs> kuendeleza rekodi za kibabe licha ya lawama nyingi e, Matola kuendeleza rekodi za kibabe haya. Gamondi amrejesha Kibu Stars Papita mkali um, wa mabao NBC Haaland aweka rekodi EPL Livanga wania tuzo Saudia ni habari ambayo imeelezwa hapo. Nikiangazia gazeti Wananchi Spoti limeandika: Diara kipa bora Afrika, siri ya muuaji wa Simba na kipa Diara, hii hapa pakome, kiungo tishio Afrika. Eh, Diara day Desemba 4 leo hii, Diara day Desemba 4, tutashuhudia hiyo Diara day. Itakuwa Diara day kweli ama la? Yanga hatua moja mbele ni habari ambayo ya imetajwa katika gazeti Amachinga Sporti. E, kumradhi gazeti Wananchi Sporti, hivyo unaweza kufuatilia habari hizo kwa undani zaidi katika nakala ya gazeti hilo. Sasa Zanzibar Leo michezoni limeandika Gamondi ya taja nyota 53 timu ya taifa ya AFCON, Simba Yanga kushuka dimbani leo, Magereza ya pania kuimarisha michezo jeshini timu ya taifa netiboli kwenda Malawi leo. Habari hii imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi hapo katika kurasa zake za kimichezo. Sasa Nipashe ukurasa wake wa mwisho kabisa umeandika Simba Sports Club Yanga dimbani, ligi kuu. Eh, makocha watamba kuondoka na ushindi wakiwa eh, na heshima wakiwa na heshima kwa wapinzani. Kwa sababu ya nini? Basi unaweza kufuatilia habari hiyo kwa undani, e, zaidi. Ronaldo kufunga sawa, Gamondi awarejesha Samata Kibu Stars. Habari hizi zote nimekwisha kukuangazia. Tuhitimishe magazetini leo kwa kuangazia gazeti la kimichezo na burudani pekee, gazeti Mwana Sporti. Gazeti hili likipambwa kwa wino mwe usi ukurasa wake wa mbele, habari inayosema mastaa wa nne tu Simba azungumza na Mwana Spoti akitoa dukuduku lake siku sitini na moja za Dimito Pantev. Ni habari ambayo imetajwa hapo katika gazeti Mwana Spoti ukurasa wake wa mbele, siku sitini na moja za Dimito Pantev, mastaa wa nne tu Simba azungumza na mwana spoti. Sura mpya za Ito Stars ya Afcon 2025. Haaland, bwana, unaambiwa ni balaa huko England eh. Pedro atiwa msala wa Conte, mabosi watoa wa msimamo. Yanga kuivaa Fountain habari ambayo imetajwa katika gazeti Mwanaspoti, gazeti mahususi kwa habari za kimichezo na burudani pekee. Asubuhi ya leo inatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari hizo, kadhalika magazetini leo kwa ujumla, kutokea hapa Kawe jijini Dar es Salaam, Tanzania, kunako studio zetu. Mimi ni Dorcas Daniel, pando mitambo mwenzangu ni Freedom Richard ni kutakia asubuhi njema. Ifikapo saa mbili kamili asubuhi itakuwa hewani tena kwa kipindi kingine. Usikose kutufuatilia. Kwa maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev